Yeah. Ni maendeleo na ni mwendelezo tumeona kwenye miaka hivi karibuni. Kwa mwaka jana tuliona Komasava alisukuma viwili, so unaweza kuona kwa sasa hivi, naweza nikasema kwa mwaka huu ni kama umekwepa mwamko ya kwamba kuna si mwenyewe, unaweza kuona ongezeko <coughs> Hmm. At the same time pia naweza ne, kasema ni wakati mzuri pia kwa Monis, tuliona namna ambavyo kwenye BT uh, mwanzo hivi hivi miezi hivi karibuni yee yeah, pamoja na abi, ab, Abby Chams but now namzungumzia Monis pamoja na uh, AY. Okay, ukiachana kwanza na Diamond Platnumz kwenye u mwendelezo wa uh, submission ya kazi sawa so, Nikuna, ni, nilivyoona alianza AY kutangaza kwamba amesubmit kazi zake kwa ajili ya consideration na recording academy, and then tukaona upande wa fitu, wasanii wa mwanzo ambao kidogo kuwekeza kwenye kwenye kwenye muziki zaidi, na kwa tu ni AY upande uh, uh, wa uwekezaji kwenye audio, kwenye videos, ushiriki wa tuzo, kutumbuiza, sijui kwenda South Africa huko mazi kwani ni Big Brother ushiriki channel tuzo kadhaa za kimataifa ambazo hapo mwanzo kwa wasanii wetu kidogo ilikuwa ni ngumu, ukiachana na ukurasa mpya ambao alikuja kufungua Diamond pamoja na wasanii wake na kadhalika, na yote ambayo yamechukua nafasi yani, kama AY mwanzo aliona kwamba ameufungua mlango kwenye eneo la kimataifa kwa wasanii wetu, but right now naona karudi, na nilikuwa naona paka watu ambao alikuwa anawataja leo kushirikiana nao, nikasema kabisa, sio tukashangazwa ya kwamba hata kama kuna majina makubwa ambayo yapo pale yanahusika, lakini mm, usije ukashangaa kumuona AY maybe kapata hata nafasi kabisa, ama Fid Q kapata nafasi. Nahisi kuna jina lolote inaweza ikatuwakilisha, inaweza siwe sasa lakini hata miaka mm, inayofuata, pasina kutegemea kwamba labda msanii fani kutokana na nambas na uwezo wake, lakini kwamba vitu ambavyo wanakonsida tukachu muziki na nini mm, yote inawezekana Nimefurahishwa na ile kwa sababu ni mwendelezo kile ambacho tunakipambania kwa sasa hivi, tunaona mwamko kwamba watu wana submit kazi zao, wanaziona kabisa zi, ni sahihi zinaweza zika compete kuingia kwenye nomination kwenye categories tofauti tofauti, lakini next time tunakuja, tutakuja tuanze kufurahi ama kuzungumzia kwamba msanii fulani amekuwa nominated, kwa sababu mimi najua hizi zote ni hatua tu. Enda moja kwa moja like tunazungumzia u msanii um, gani aweze kushinda tuzo za Grammy na nini. Tupo kwenye hatua za mwanzo kama ambavyo Chris na Esko amesema, now consideration then tutakuja kuzungumzia nomination. Ndio kitu ambacho mimi natamani sana, yani nione AY aka nominated kwenye category fulani. Diamond kwenye category fulani ama FQ kwenye category fulani.